Tana, na ambayo iko kinyume cha katiba kama sehemu ya pigano kwamba CHADEMA haiwezi kushiriki chaguzi zozote hata kama reform zikipatikana mpaka mwaka elfu mbili na thelathini kwa kile kinachoitwa katibu mkuu wa chama kutokusaini maadili ya uchaguzi.